Unachokishika unacho, unaendelea nacho, unakifanya Ame? Amen. Kwa sababu kuendelea kwenye hata kwenye biashara, ukisema mtu anaendelea, leo ataongeza yebo, kesho ataongeza ndala, tunamuitaje? Biashara yake inaendelea, biashara yake inakuwa. Sisi kwenye okovu huwa tunakuwa na kuendelea kwa kupunguza vitu vya kufanya, yaani vile namna ambavyo tulikuwa tunawajibika kwa Mungu tunapunguza zaidi. Muda muda wa kutumika kwa Mungu unazidi kupungua zaidi, namna ambavyo tulikuwa faida kwenye ufalme wa Mungu, kwa sababu ni kuhakikishia wewe, amini au usiamini, Mungu alikuokoa kwa sababu yeye, yaani Mungu anasema, Mungu Mungu ni mfanya biashara, biashara ambaye, mfanya biashara hafanyi biashara ya hasara. Kwa hiyo Mungu alikuokoa akiwa anategemea yeye apate faida lengo lake kubwa ndo lilikuwa hilo tu. Unaweza ukasema sijui alinipenda. Kwani nani ndio ampendi? Neema ya Kristo au neema ya Mungu yaokoayo wanadamu imefunuliwa kwa watu wote, kwa hakuna mtu ambaye ampendi. Jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu wote, sio kana kwamba kwa jinsi hii Mungu alimpenda Damiani. Uh -uh. Ndio inawezekana lile neno baadhi yao walilisikia alikuchanganyika na imani kama wanavyosema kwenye Ibrania nne, lakini pamoja na hayo kila mtu Mungu anampenda na na na na njia za Mungu kuokoa pia zinaweza kazi na tofauti, na wakati mwingine e, haya ambayo tunakuwa tuna labda tunaongea tunahubiri yanaweza kawa ya kawaida. Juzi nilituma posti, nikaa nauliza, nikaa nauliza historia pasiko kasi, nikamwambia jamani, kama kuna mtu amewahi kusali na huyu mtu au amewahi hata kushiriki naye mkutano au semina. Sasa nikakuta wengi wanantukana. Sasa kwani kosa nini? Si unajua maisha ya mtu unajifunza kwake, yaani kwamba mtu akwambie mimi bwana niliokokaga mwaka huu nikabatizwa hapa, nikasali hapa, hivyo inakuwaje? Wewe ulishawahi kusali makanisani, alafu wale wote uliosali nao katika watu labda zaidi ya milioni wanaotumia Facebook hakuna hata mmoja eh? Sasa, msabato na vya, vya kwanza kuwasema roho alokole wakati ye mwenyee hata ajaokoka eniwe anyway, lakini kwa sababu Injili ni kitu ambacho ni unlimited. Hata hata padre Mkatoliki akianza kukosoa suruali wanazovaa warokole anakuwa yuko sahihi, sababu kimsingi sio nidhamu kuvaa labda suruali kanisani, na kama yeye anayaishi hayo, kwamba labda kanisani wao hawaruhusu watu waingie na mavazi kama hayo, wala hakuna shida yoyote. Kwa hiyo jambo kubwa ni hilo ni kwamba kwa mfano unapokuwa unaendelea na ukovu, mimi sizungumzia kama tu wakati wa giza. Unajua eh, nishakwambia kitu kimoja kwamba kwa, kwa kadri unapokuwa unaendelea na ukovu, vitu vile vile vilivyokuwa nafanya labda ulikuwa unafunga vinaanza kuonekana kama havina matokeo makubwa kivile, kwa vinaanza kuwa ni vitu ambavyo vinapuuzwa. Ulikona unafunga unaomba kwa nidhamu fulani, unasoma Biblia, ile nidhamu inaendelea kushuka na kwa kadi itakavyoshuka we jua huko mbele unakoenda ndo, yani hivyo ndo namna ambavyo utakuja hadi kuanguka, kwa sababu mtu ni aanguki siku moja, ni kwa kadi anavyopunguza. Inaweza kachukua hata miaka mitano, inategemea na alikuwa moto kiwango gani. Anapunguza hiki, anapunguza hiki pole pole, na kwa sababu kuvirudia unakuwa ni mchakato mgumu na inakuwa ni kulipa gharama ambayo wakati mwingine watu wanaona hiyo gharama, hapana, mimi ngoja tu niende na mambo mengine. Lakini jambo kubwa ni kwamba kwa kadi utakavyoweza endelea kufanya kitu ambacho kitakufanya usimame imara. E, upepo sio mkali kihivyo, upepo ni mkali labda kulembea ila huku upepo sio mkali kihivyo, lakini upepo kwa mkali unaweza kuwa unatokea kichwani. Kwa mfano mimi nakumbuka wakati mzee alikuwa pale mbee, akiondoka, akienda kwenye injili Miwondo, ulikuwa wakati ambao nilikuwa na wai zaidi kanisani kuja kuomba. Akili yangu ilikuwa niambia wakati mzee yupo, nilikuwa nasimama kwa wingu lake akiondoka mimi natakiwa nisimame kwa nguvu zangu mwenyewe. Na uamini au usiamini, kwenye maisha yako kuna hatua unatakiwa ufike, unatakiwa uanze kujenga uhusiano wa wewe na Mungu. Yani yale mafundisho unayohubiri yakusaidie wewe kujenga uhusiano wako wewe na Mungu, yani kwamba kama unaenda kuomba, ni unaongea wewe na Mungu, kwamba Mungu, kuna kitu kuna kitu Mungu, ni unajua kwenye kuomba uku kuna hizi kelele ambazo unakuwa unapiga, lakini kuna wakati unakuwa unaomba, yaani unakuwa unaomba tu, hata hata kama uombi kwa sauti kubwa, ila unakuwa unaomba, unakuwa huko kwenye utulivu fulani, au kwenye kwenye kwenye tafakari, kwenye masikitiko fulani na kujiuliza maswali fulani ambayo e, unaweza usiombe maneno mengi, ila ukawa unasema tu kwamba Mungu Najua kweli, inawezekana mi ni mvivu, na sio tu inawezekana kwa vipimo vyako mi ni mvivu, lakini pia nimejaribu pia, nime nimetafuta, lakini kama siwezi bado, Mungu, nakuja tena, naomba niwezeshe. ni ni ni ni, ni, ni vitu ambavyo vi, kwa sababu we amini au usiamini, hatuendelei na Mungu wa mtu fulani kama tukisema ni Mungu wa mtu fulani, ni maisha aliyoishi akatengeneza uhusiano na Mungu akikufundisha wewe, na wewe ishi vile utengeneze uhusiano na Mungu. Amen. Kuna wakati ambao hata kama Mungu hata kutokea, sijua kama mwaisha kutokea wewe, lakini mi kuna wakati mwingine ambao naweza nikawa nimelala nime hivi alafu nikaota kitu, sio sio maono, labda Mungu anaonyesha na huduma kubwa. Nikaota kitu fulani sikumaa, niliota kwani kombagara wakati ule, wakati ule nilikuwa hata polisi sijaenda. Sasa vile nilivyoota, nilivyoamka nikaji tafakari sasa hivi, sio wanadamu sisi yani, unaweza ukafa hata, kesho tu, hata, unaweza ukatoka hapo nje kwa sababu isiyejua kama isha kutokea, yani unaota kitu ni kweli, sio kinakutia matumaini ila, yani kinakuingizia tafakari fulani una, unajiuliza sana kwa sababu ndoto zi, yani ziko ndoto nyingi, lakini kuna ndoto inaweza ikawa ndoto yani unashangadi umeamka imebadilisha upepo wako, sio inakutisha, yani, yaani imebadilisha namna ambavyo wewe una unaanza kumchukulia Mungu wa wokovu, inabadilika sasa. Maana ya moja kwa moja nini, wakati mwingine e, kukutana na vitu kama hivyo unaweza kukutana navyo ukiwa hata wakati mwingine umedhikika ume, ume sana au huko kwenye hali ambazo sio nzuri, lakini jambo kubwa ni kwamba mimi ni juacho maombi ya tunayoomba ibara hizo zinazofanya japo. Ah, leo leo leo nimeomba kwa vita sana, yaani si, haijaitokea ah, ya miaka mingi sana sasa, kwa sababu siajua na, na na kamfungo lakini ni miaka mingi sana kuna siku huwa inatokea Ijumaa sijalala mpaka Jumamosi, lakini sio kwa hii, yani sio kwa hii hali niliyokuwa nayo leo. Lakini pamoja na hayo yote, kwanza moja, sikuwa nimejirahisishia kwamba labda kwa sababu hiyo niondoke tu kirahisi, lakini pili Uh, kiujumla, yaani kwa lugha rahisi ni kwamba kwa sababu nilikuwa nimetangaza zile zile siku za mfungo kule zitakuwa kavu, nilikuwa na test kwanza mitambo, kwa sababu una, una unaweza, unaweza ukaiingia shughuli ambayo ade we mwenyewe uliyetangaza ukaikimbia koda yake, inabidi wewe uliyetangaza kwanza utesti kwanza mitambo huku kabla kwanza uone hapa vitu vinaendaje? Sasa jana jana, pale ile shughuli ilikuwa imetokea Alhamisi jana pale, nilikuwa nilikuwa naomba, nilikuwa naomba kimaajabu maajabu. Jamaa kuna muda nilikuwa naenda kuegemea spika, yani nguvu zilikuwa zimozimo zimo, lakini baada ya kule kule kule kumaliza kuomba na maiki ile jana basi pale mwili ukao kwenye hali fulani ambazo Aaa, mliona baada ya, ya mahubiri kuisha, yani hakuna kinachokuwa kinakubali. Sijui kuna wengine wanasaa ukifunga unakubali usingizi, mi hata usingizi unakuwa ukubali. Ndio maana kuta hata nilivyotoka hapa saa nane wa kulala wenyewe kwa kutokea yani, haupo mi, nikifunga kitu kinakuwa vita ni usingizi, yaani usingizi kuupata inakuwa kazi ngumu sana, lakini pamoja na hayo, pamoja na hayo, ibada zote Mungu anazipokea. Kutaabisha mwili wako Mungu anapokea. Ukishindwa hiyo ya kufunga ukasema ngoje, mimi nimeshindwa lakini nitaomba, nitaomba kama hayo masaa anayosema mzee sita, kwa sababu nilikuwa najaribu kwa, na kwa sababu hizo siku tatu ni tutaomba, yaani nitoka asubuhi hadi jioni, toka asubuhi hiyo asubuhi mpaka jioni ni maombi tu hayakatishwi. Kwa hiyo na we umo, unashabikia na wewe umo. Kwa hiyo mwisho yote ni kwamba nilichokuwa nakiona ni kwamba kwa sababu tunakuwa tunatafuta kufanya ibada, sio yani, sio lazima uweke mazingira ambayo sasa umeweka ibada ya kuomba alafu watu wanakuja kulala. Ni afadhali mruhusu mtu anye hicho kimiminika aje aombe, kuliko useme umeweka ibada ya kuomba, watu wametenga muda kuja kuomba, alafu wakaja kulala. Lakini kwa atakayeweza, eidha aende siku moja au mbili kavu kule mbele, atatumia kimiminika mpaka hizo tatu ziishe, ni yeye. lakini zote ibada zote Mungu anazipokea. Hakuna ibada ambayo Mungu haipokei inategemea tu wewe, ni kwa kiwango gani umeamua kujinyenyekesha kwa Mungu. Kwa lugha ngumu nikwambie kwamba hata ukitangazwa mfungo wowote, ni kweli kikimakubaliano. Ki, ki, ki alikuwa nasema mtumishi Joni juzi kwamba hapa hapa tumefungana tu, tu, tuombe kwa huyo anayelala, huyo huyo huyo ndio mchawi, yaani huyo ndio anayechelewesha ukombozi wa Mungu. Kimakubaliano iko hivyo, yaani hiyo ni kipentekoste zaidi kwamba wewe ukila siku ambayo mmefunga wewe umeshaanguka. Lakini ukweli ulivyo ni kwamba kwanza moja, hakuna mfungo mmoja utakaobadili maisha yako. Mtu anabadilika kwa nidhamu ya siku nyingi ya kitu fulani, ila kitendo cha labda watu wametangaza mfungo na kula kina uwezo wa kukurahisishia uwe na maisha ya uholela. Yani Jumanne siku ya mfungo wewe oh, unakula. Jumatano siku ya mfungo wewe oh, unakula. Yani kina uwezo kukusaidia, alafu kwa haraka haraka unasemaje, nitafunga kesho. Kwa mfano Jumatano unasema nitafunga kesho, ambapo ni Alhamisi. Alhamisi kukucha tu unasema hizi ndio siku za free zile, yani hizi ni zile za kushusha maziwa na chapati asubuhi kwao mwisho yote unatokea kwenye kiumbe ambaye anakuwa haafungi ya. Yani, anakuwa ni, ni hivyo hafungi, kwa kujua au kuto kujijua. Ametokeaje hapo? Alikuwa akirahisisha ku, ku, ku, yani kukiuka utaratibu kiwepesi ame. Lakini ukweli ni kwamba kuto kufunga sio dhambi ila utakapoendelea siku nyingi kutakusogeza karibu na, tha, na dhambi jirani kabisa pale. Kwa nini? Kwa sababu chochote kinachokufanya uwe dhaifu kwenye imani ndio kitu ambacho kitakuwa kinamfanya shetani apate mwanya. Yaani, kanuni pekee ya kusurvive kwenye imani ni ubabe. Hatusurvive kwa sababu duniani ni salama. Aa, ni ubabe, ni ubabe, ila vita na mapambano yapo na yenyewe hayaishi mpaka unaingia kaburini hayaishi. Ndiyo maana yule bibi wa bibi, bibi wa, wasifa wasongea ule alikuwa na jizini, sio na miaka hamsini, si sitini kwao <laughs> Sua, eh, ah, bibi ana jizini ana miaka hamsini hadi mayai ameshaisha na jizini. Sasa sasa tamaa naitoa wapi anayo. Kwanini? kwa nini? Kwa sababu vita haiishi mpaka unakufa. hamsini na ndoa miaka hamsini mbona wasi wenye miaka hamsini wanakuwa basi hamsini yule bwana alikuwa bibi bwana labda itakuwa

vitu kama hivyo ni kwamba kanuni pekee ya kusurvive inakuwa ni ubabe ambao unatakiwa kuutafuta uwe nao wewe unatembea nao kwa sababu kwa mimi kwa mfano huwa nikipita mitaani watu huwa nikiwaona huwa anasemaga kwa ufahamu wangu wanajuaga aa wote hawa hivi hawajavaa hivi kwa, kwa bahati mbaya yani e, hapa ni ni kwamba kila mtu hapa ana, ana lengo lake, ila hivyo alichokifanya hiki sio kwa bahati mbaya. Kwa hiyo vitu vyote vilivyoko duniani haviko kwa bahati mbaya, na hata vitu vinavyoweza vikawa vinakushawishi wewe ili vikupoteze, ili, ili, ili, ili wewe havijaja kwa bahati mbaya, yaani vile vimepangwa kabisa. Kuna kuzimu isiyoonekana na kuna kuzimu inayoonekana, lakini vitu vinapangwa haviji kwa bahati mbaya. Unapokuwa unafunga unaomba vile vitu vinapangwa kwamba sasa utakapotoka kwenye hayo maombi kuna kitu hiki utakutana nacho. Ni, ni vitu vimepangwa technical kabisa. Eh? Utakutana na huyu ataku, atatupia neno fulani litakukwaza. Litakukwaza lengo tu ujibu vibaya. Na ukishajibu vibaya ataanza kusema ndio mtumishi wewe. Ni juaga watumishi mnajibu vizuri. Kumbe hamna kitu. Hakuna Unakuta kama wale vijana ambao wanadhulumu hela, ukienda kumdai, wewe mtumishi na ndai hela unandai hela kwa ukali hivi, wewe mtumishi. Sasa mtu, mtumishi na hela yangu vihusiani. Sasa hivyo vyote ni vipo kwenye maisha ya mwanadamu. Amen, basi leo ni ishi hapo, twe na ibada njema na tuendelee na maandalizi ya